Kataratibndugu yanguan l a a mawinga, mwisho kari yako sawa, ukija ukija KMC ukija Taifa sawa, tuko ndani ya pitch malaika. Ndugu yangu, ukiona unateseka, mimi ndugu yako nipa mawigi. Sawa, kama utashindwa, naweza nikabadilisha nikakuita malaika mawigi. Kama kwa mimi naitwa Dadi Manywele, Yanga wanazungumza hivyo. Sisi kiukweli kwa jina Allah nazungumza, unanieleweki na, na sawa, nimeshuhudia kwa macho yangu ya mawili. Sawa, nisikilize, jicho la tatu, jicho la nyama tuachia, manyama, manyama yao kwa jicho langu mawili. Kuna baadhi ya wa viongozi wa Simba waliambia hawa mashabiki wa Simba kwamba nyinyi ni mashabiki bora. Sasa ile neno bora inawatengenezea sumu mwilini, hawashtuki huko singizini hawa ndugu zangu. Kwa nini nazungumza hivyo? Leo hii ukiangalia, ngoja ya mimi nimemnyang'anya kombe, nimefunga goli moja. Leo hii ukiangalia ndani ya JKT Queens, ananyang'anywa tena kwa ushindi wa kibabe, goli mbili moja. Bora mimi ambao nimetoka kwa matuta matuta, hana mwenyewe. Of course nimecheza na timu bora, JKT Queens ni timu bora, na ukiangalia wachezaji 20% ndio wanashiriki wana timu ya taifa uongo nama na kuja hapo hapo yeah. Leo hii ukiangalia JKT Queens umeelewa, ni wachezaji ambao wanajituma wanajitoa. Leo hii ukiangalia Simba Queens sawa, wachezaji wengi ni, ni, ni, ni, wana ile blazamen yani si stadu umeelewa? hawafanyi kazi uwanjani umeelewa? ukiangalia kwenye Instagram kwenye peji zao wamejitanua umeelewa? Sasa kwa Tanzania hii tunahitaji tuna, tuna, tuna wachezaji ambao ni quality player tunahitaji wachezaji ambao wanajitoa. Sisi namaliza hapo taratibu. Sisi msimu uliopita, sawa, Yanga Queens tulikuwa tunafungwa sana na JKT, uongo kweli? Nelewa kwa nini tulikubali hata, hata msimu umefungwa tena. Sikiliza taratibu, yeah. Nakuja taratibu yeah. Tulikuwa tunafungwa kwa sababu gani? So, tulikuwa mnafungwa. Mnafungwa. Sawa, tunafungwa na kubadili na yote. Hey, sawa. Eh, hey, hey, kwa sababu gani? Sa. Mm. Tulikaa tukatathmini tukasemaje. Bado hamjatathmini kwanza. Taratiba sinakuja kwa taratibu. Eh. Hey. Malaika, tulia relax, malaika. Najua una pressure. Hey. Sawa. Tulikuja tukatathmini tukasema hapa cha kufanya. Kuna baadhi ya wachezaji hawana quality player. Tulimshirikisha rais wetu engineer. Yeye mwenyewe kwa mguu wake alitoka kwenda baadhi ya mataifa akasajili wachezaji, na leo ukiangalia ubora wa Yanga Queens Yanga Princess, umeelewa. Umeonyeshwa juzi muona, baada ya kucheza na JKT Queens, umeelewa. Kwa ule ubora ambao umeonekana, tukaenda mpaka matuta, ni jinsi gani tumebadilika na malengo yetu kuhakikisha Yanga Princess wanachukua taji, umeelewa, wanachukua taji la nini? La NBC, umeelewa lakini nakuja tena nazungumza kitu kimoja, sisi Yanga, mashabiki wa Yanga, tuna uweledi, tuna akili timamu, na tuna uongozi ambao wana uweledi na tuna uongozi ambao wana appreciate akili yao kubwa, fokasi yao kubwa. Itambue hata leo mtoto watozaliwo mwenye miaka mitano akiulizwa, taratibu, nisikize basi, jamaliza huhakikisha eh, kwamba Yanga ndo timu bora nazungumza. Kwa nini mimi najiamini? Sawa, nisikize, bado sijamaliza. maliza na mwisho si bado sijamaliza, taratibu. Najua una pressure, taratibu. Leo hii nazungumza na mtani wangu, niko naye mtani wangu Malaika, Malaika mwenyewe alishia kupreciate akasema kwamba mimi nakubali kwamba Yanga timu. A, taratibu. Taratibu yangu. A -a. A -a. Nisikilize. Ngoja, huo mchezo ngoja hakumlazi ndugu andisha habari na Watanzania wote, sawa. Leo ni Jumapili ambayo imechezwa Ngao ya Jamii ya jinsia ya kike sawa, kwamba Simba na JKT Yanga imekuwa nafasi ya tatu yanga Queens, Simba nafasi ya pili hapa wote hapa, sawa tumeshenyetwa na JKT, asiwe mkali. Tunasema ukweli JKT sio Yanga sio so Simba Queens msafari hii na msimu huu umeanza sawa, tayari JKT, sisi kwetu ni mama yetu, ah, sawa, ngoja ngoja, sisi sisi mama yetu ba, ba, ba, ah, baba hakuna, kwa sababu yanga Queens, nani haja JKT Queens sawa hmm. hawa ni mama, mama zetu, maana yake nini? Kwamba huyu nyuma mwiko ameshenyontwa goli saba

safari kwa, kwa, kwa JKT Queens hatuna sababu ya kupiga midomo mm. Tuna sababu ya kuwapongeza JKT Queens, kuambia JKT, ah, JKT Queens wako vizuri mm. Tuseme shikamo JKT Queens, safi kabisa safi. Ah, labda labda nizungumze kitu kimoja, naomba nieleweke, naomba nieleweke kitu kimoja. Usizunguke sana kama mchele ambaye pumba nyingi, ukifanya cha cha umedondoka, mm. Nazungumza kwa sababu gani? Ukizungumzia uhalisia wa ndani ya pitch, afu ukazungumzia hatua ya awali ya penalty, mnaelewa, ni vitu viwili tofauti Yapokuwa mpira na matukio haya, mpira na matukio haya, nisikilize. Nazungumzia uhalisia, nazungumzia na boli ambayo iko ndani ya pichi. Ukizungumzia uhalisia wa penati, hata yeah, timu kubwa Madrid anafungwa kwa penati <laughs> lakini ukizungumzia ndani ya pichi unazungumzia ubora wa timu. Nisikilize, kwa hiyo lazima niongee tu ile ukweli kama hmm, uliangalia finali ya leo afu ukaja kuangalia nusu fainali baina ya Yanga Queens na JKT Queens, angalia ule ubora wa JKT Queens na Yanga, afu angalia performance ya leo zaidi ya Simba Queens sawa na JKT Queens. Nazungumza kwa sababu gani? Uliangalia ile nusu fainali zidi ya Yanga Queens sawa na JKT Queens kwa, mba, kwa, hotel, kwa nini kwamba ngoma ilienda mpaka matuta, jinsi gani kwamba wote walikuwa nini, walikuwa ni wakali Mlewa mi nilipata nafasi ngapi, nimekosa lakini haiko bahati na siku zote bahati, yani wanakuambia ndoto njema inaonekana mchana. Nisikilize basi, mgonjwa, kuna mgonjwa mwingine akinywa dawa na lakini mgonjwa wao umezidi, mtu kapiga goli mbili. Huyu hapa bwana, niwashukuru sana na niwatakie kila la heri. Nikisimaliza tu na wewe, dakika moja <laughs> tu. Huyu ndio baba yetu, huyu ndio mama yetu, huyu huyu huyu mama huyu huyu mama mama yetu yetu ndio ndio yako. Mimi kwanza nashukuru sana kwa sababu mchezo umeisha salama, lakini mimi nashukuru kwa sababu wana appreciate kwa mimi ni mtu bora kitu kikubwa ambacho nimekifanya katika ngao ya jamii msimu uliopita na msimu huu, mi naamini kuambia kwamba mwendelee kujipanga, kwa sababu pila fatiki ni pila la kazi. Kama huwezi kufanya fatiki za jeshi, basi uwezi kucheza mpira. Kama fatiki za jeshi, huwezi ukucheza mpira. Mimi naamini kwa sababu gani? tumeshenyentwa <laughs> Mimi siamini Fatiki fafak. Nimalizia kitu kimoja, yeye anayesema kwamba aamini kama Fatiki ni <dame> kitu gani au aamini kwamba Fatiki ndio pila bora aje pale kwetu huko.